Kwa nini Sahara Magharibi haitambuliwi kama nchi huru? Sahara Magharibi iko katika pwani ya kaskazini magharibi mwa Afrika ikipakana na Morocco, Algeria na Mauritania. Eneo hilo lina utajiri mkubwa wa madini ya fosfati na lipo katika sehemu ya kimkakati kando kando tu mwa bahari ya Atlantiki. Hata hivyo, hadhi yake ya kisiasa bado haijaamuliwa kisheria ya kimataifa. Umoja wa Mataifa unalichukulia kama eneo lisilokuwa na utawala wa ndani. Morocco, hata hivyo, inadai kuwa na mamlaka kamili huku kundi la Polisario linalowakilisha watu wa asili wa Saharawi likipigania uhuru kamili. Polisario ilitangaza Jamhuri ya ya Kidemokrasia ya Kiarabu ya Saharawi, yaani SADR, wakiwa uhamishoni, lakini taifa hilo bado halijatambuliwa kimataifa. Mgogoro huo ulianza mwaka 1975 baada ya Uhispania kujiondoa na Morocco na Mauritania kuingia katika eneo hilo. Mauritania ilijiondoa baadaye, lakini Morocco ikasalia, hatua iliyochochea upinzani mkali kutoka kwa kundi la Polisario. Morocco inadai kuwa uhusiano wake wa kihistoria na eneo hilo unahalalisha madai yake ya umiliki. Mnamo Oktoba 31, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liliidhinisha azimio lililoongozwa na Marekani likiitaja mipango ya uhuru wa ndani ya Moroko kuwa suluhisho linalowezekana zaidi, kumaanisha ushindi wa kidiplomasia kwa Rabat na pigo kubwa kwa harakati za uhuru wa Saharawi. Je, yeah. Diplomasia na dhamira vinaweza hatimaye kuleta mustakabali wa amani na haki kwa Sahara Magharibi.